Hello, habari? Karibu kwenye chaneli yetu. Leo tujifunze kidogo kuhusu elimu ya fedha. Karibu ili usiteseke tena kwenye eneo la uchumi wako. Kuwekeza ni kitendo bora kuliko kuweka akiba. Nafahamu walimu wa fedha wanaofundisha kuweka akiba ni wengi kuliko wanaofundisha kuwekeza. Kwa hiyo, nafahamu hapo ulipo umepokea mafundisho mengi ya kuweka akiba kuliko kuwekeza. Hiyo elimu ya akiba haitoshi, na usipoangalia unaweza kupata hasara. Najua unajiuliza hasara inatokea wapi tena wakati fedha yangu naitunza mwenyewe? Sikatai kuweka akiba ila yasiwe maisha yote. Kwa nini nasema hivi? Linganisha thamani ya shilingi laki moja kwa mwaka elfu mbili na mwaka huu tuliopo sasa. Laki moja miaka hiyo ulikuwa unaweza kununua kiwanja kikubwa kabisa. Vipi leo unaweza pata kiwanja? Umeona eh? Kwamba thamani ya shilingi laki moja ya mwaka elfu mbili sio sawa na thamani ya laki moja ya mwaka huu. Kama uliweka akiba kwa miaka ishirini iliyopita, leo ukienda kuitoa fedha yako inakuwa imeshapoteza thamani kwa sehemu kubwa sana. Vipi kama hiyo hela ukaiwekeza kwenye viwanja? Chukulia miaka hiyo ishirini iliyopita ulinunua kiwanja, vipi leo utakiuza? Kwa thamani gani? Je, utalingana na mtu aliyeiweka akiba tu fedha yake? Hapana. Umeona eh? Kwamba kuweka akiba kwa fedha si wazo bora kuliko kuiwekeza. Hata benki sikushauri kuweka akiba hata kama kuna gawio, labda kama una malengo ya muda usiozidi miaka mitano. Nje ya, ya hapo utakuwa unapata hasara tu <laughs> lakini natamani ujue ukweli, na ujue ukweli na sio ujue kinacho trend. Hata hao watu wa benki wanaokushawishi kuweka akiba wanakudanganya kwa sababu wao wafanyi hivyo hata wao wanajua, benki zao hawawezi ziendesha kwa akiba, isipokuwa wanatumia fedha zako unazoweka akiba kuwekeza. So wewe unaweka akiba, wao wanawekeza, wanakopesha na kuingiza faida usiku na mchana, huku wewe fedha yako inazidi kupoteza thamani kila dakika inapokaa ndani ya akaunti yako. Hizo hela zako kwenye akaunti ya akiba hazikai tu <laughs> ziko kwenye mzunguko na watu wanazalisha pesa za kutosha tu. Kwa hiyo pesa yako unaojifariji umeiweka akiba sasa, kwa nini mwekezaji usiwe wewe? Fanyia kazi hili na utaona maongezeko kwenye uchumi wako. Asante, naitwa Angela Kanine, karibu mm -hmm.